Sasa hivi kumekuwa na umbwe la wanasiasa, nikiwa nasema, nikiwa na maana umbwe, kuna watu wa msamiati hapa. Mimi ni mwanasayansi, lakini Kiswahili nakijua kidogo, sio sana. Kuna ombwe la baadhi ya watu ikiwemo wanasiasa kuwatumia vibaya vijana katika kuanzisha vurugu na machafuko. Anatuomba sana kwetu sisi vijana, tunu yetu ya kwanza ndani ya nchi yetu ni amani, umoja na mshikamano, kuhakikisha tunaendelea kulinda hiyo amani tuliyokuwa nayo tunaendelea kutunza hiyo mshikamano tuliokuwa nayo, lakini mwisho tukimaliziwa na umoja hapo vipi? Tarehe moja mwezi wa tano mpaka tarehe saba mwezi wa tano kuna zoezi tena la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kula. Ni wahamasishe vijana wenzangu, wananchi wa Nyang'hwale, tujitokeze kwa wingi kwenda kuboresha taarifa zetu kwenye daftari la kudumu la wapiga kula. Kwa mujibu wa msajili wa vyama vya siasa vipo 19 katika vyama kumi na tisa kumi na moja wao wamesema wanavua jezi hawataki kushiriki mechi. Vyama vilivyobakia vimekubali kushiriki mechi. Sasa tuwaombe sisi, kama sisi tulivyoheshimu maamuzi yao ya kukubali ama ya kutaka kukaa nje wasicheze mechi ama ligi, na kwa sababu wameonesha wamekubali kushindwa, watulie watuwache tucheze mechi kwa amani na usalama.